Nam moja kwa moja tunakuletea taarifa wa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi CCM ya mwaka 2020 2025, iliyotekelezwa katika jimbo la Bariadi mkoa wa Simiu chini ya mbunge wa jimbo hilo Mhandisi Kundo Andure ya Matthew Jimbo la Bariadi mkoa wa Simiyu ambaye pia ni naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Andrea Matthew ameshukuru serikali kwa kutoa fedha za ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wananchi wa jimbo hilo. Hii ni STV. amgahaamlevase nalena walafu nagokutela Mheshimiwa Mgeni Rasmi, tuna sekta mbi nyingi ambazo tumezifanya kwa kipindi cha miaka mitano sekta ya barabara Mheshimiwa Mgeni Rasmi nilimfikishia Mheshimiwa Rais hitaji la Wanabariadi kuhusu uhitaji wa barabara. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, Mheshimiwa Rais alilizia kutoa fedha bilioni 2.7 tukajenga barabara za lami kwa upande wa Dutwa na upande wa Nkororo. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini vile vile Mheshimiwa Rais alisikia kilio cha Wanabariadi kwa kuwa na barabara ambazo zilikuwa na vumbi. Sasa tukahitaji barabara hizi ziweze kupitika katika misimu yote, yaani masika pamoja na kiangazi. Mheshimiwa Rais akalizia kutoa bilioni 6.6 tukajenga barabara mia moja ishirini na tatu za changalawe tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais alitusikia kilio chetu upande wa madaraja. Tunatambua, na mimi nikiwa mbunge wa nane katika jimbo la Bariadi, nitatambua msingi mzuri. Naomba hapa nisisitize, ninatambua msingi mzuri ambao nimeukuta baada ya kuachiwa na mtangulizi wangu ndugu yangu kaka yangu baba yangu Mheshimiwa Andrew John Chenge kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kipindi chake cha utekelezaji wa majukumu kwa wananchi wa Bariadi, tunamshukuru sana. Na mimi pale alipoishia na ndipo nilipoanzia. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeanza kwa kukuta tangu Bariadi ilipoanzishwa, tangu Bariadi ilipoanzishwa mpaka mwaka 2020 tulikuwa na madaraja 38 lakini maajabu yametokea, na maajabu haya, mheshimiwa mgeni rasmi, nitakwambia ni nani aliyesababisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumejenga madaraja 45 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Toka uhuru mpaka mwaka 2020 tulikuwa na madaraja 38; ndani ya kipindi cha miaka mitano tumejenga madaraja 45. Mfikishie mama salamu za Wanabaliadi. Tunamshukuru sana kwa kumwaga fedha kwa ajili ya madaraja hayo. Lakini madaraja hayo ni pamoja na Angashana, ni pamoja na Sandai, pamoja na Gidamleda, pamoja na Hinda Maliga, pamoja na Senani na mengine mengi, bado tunaendelea kuyajenga kwa sababu tunaamini kwamba ukiimarisha huduma ya miundombinu, basi utakuwa umechochea uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa wananchi wote kwa jimbo la Bariadi. Lakini pia barabara bila makarabati haiwezekani. Ndani ya kipindi cha miaka mitano tumejenga makarabati mia mbili sabini na tatu. Hayo ni kuhakikisha kwamba barabara zetu haziendelee kuharibika mara kwa mara <tipi> Mweshimiwa mgeni rasmi, nikuhakikishie kwamba wakati tunaingia madarakani mwaka 2020 ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan akapokea kijiti mwaka 2021, kuna maeneo hayakuwa na taa za barabarani katika jimbo la Bariadi. Sasa Dutwa tuna taa za barabarani, Nyangokola tuna taa za barabarani, Sapiwi tuna taa za barabarani, Nguliati tuna taa za barabarani, Nkololo tuna taa za barabarani. Haya ni maajabu, haya ni mahaba kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru sana. Mwaka elfu mbili na ishirini nilikuta vijiji thelathini na mbili pekee kati ya vijiji 84 ndivyo vilivyokuwa na huduma ya umeme. Hivi ninavyoongea, katika vijiji hamsini na mbili ambavyo tulikuwa tumebakisha, tumeshamaliza kila kitu, kila kitu na kila sehemu, na sasa tumeanza kwenda kwenye vitongoji. tunatambua baada ya kuongeza watumiaji wa umeme, maana yake mahitaji ya umeme yakawa makubwa. Matokeo yake tunapata umeme wa mgao katika baadhi ya maeneo. Tukaona kwamba si vema, tukalichukua. Mimi pamoja na wabunge wenzangu, mheshimiwa Rusi, mheshimiwa Esta Midimu, mheshimiwa Nyongo, mheshimiwa Njaru, mheshimiwa Songe, tukasema kwamba hii itakuwa ajenda yetu ya mkoa wa Simiyu. Haiwezekani wilaya zetu ziwe na changamoto ya umeme, kwa sababu tulikuwa tunapokea umeme kutoka Shinyanga, tunapokea umeme kutoka Bunda, haukuwa unatosha na hauna uhakika. Sasa tukaenda kwa mheshimiwa rais, mimi nikiwa mmoja wapo wa wabunge wa jimbo la Bariadi, na mimi kwa sababu nina nafasi nyingine kupitia baraza la mawaziri ya kupenyeza hoja za wanabaliadi nilipenyeza, na Mheshimiwa Raisi akakubali kutujengea kituo cha kupozea umeme ambacho kimejengwa kata ya Bunamara ndani ya eneo la Malilo, ambapo zaidi ya bilioni tisini na tatu zimewekwa pale na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanabaliadi unasubiri nini kumpigia makofi rais wetu kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kutufanyia?

Mheshimiwa mgeni rasmi, upande wa mawasiliano, upande wa mawasiliano, wakati naingia madarakani tulikuwa na minara ambayo ilikuwa hamsini na tano. Mheshimiwa mgeni rasmi, bahati nzuri kipindi hicho nikiwa na waziri wa mawasiliano, ndani ya kipindi cha miaka sitini ya uhuru sisi tulikuwa na minara hamsini na tano. Lakini ndani ya kipindi cha miaka mitano tukajenga minara arobaini na mbili. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi upande wa wa afya. Upande wa afya mama kafanya kufuru ndani ya jimbo la Bariadi. Nitasema machache. Mengi wananchi wanajua. Ndani ya kipindi cha miaka mitano na ndani ya kipindi cha miaka sitini tulikuwa na vituo vya afya vitatu. Vituo vya afya havikutosha kwa mahitaji na matumizi ya Bariadi, lakini mheshimiwa rais akasikia kilio chetu. ni naye diwani kutoka Matongo, mheshimiwa mwani upo, akasema wananchi wake wana changamoto za tembo lakini vile vile hata kituo cha afya hakipo, nikalichukua nikanipeleka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa rais alishaweka kituo cha afya ndani ya kata ya Matongo. Piga makofi mengi sana lakini vile vile mheshimiwa rais akalizia ombi la kupeleka kituo cha afya Mswati kata ya Mwasubuya napo tumejenga kituo cha afya Mwasubuya, Mwasubuya, piga makofi mengi sana mheshimiwa rais anawaona huko alipo. Lakini vile vile kupitia halmashauri ya mji tukatafuta fedha kupitia kwa ushirikiano wa Daktari Samia Suluhu Hassan na Benki ya Dunia tukapata fedha tukajenga kituo cha afya katika kata ya Nyangokorwa, napo tulijenga kituo cha afya. Ndani ya miaka mitano tumejenga vituo vya afya vitatu, ambapo ni tofauti na kipindi cha nyuma ambapo kasi ya ujenzi haikuwa nzuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni zaidi ya bilioni moja pointi tano ndiyo imetumika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nafahamu upande wa elimu elimu ni ufunguo wa maisha, kauli mbiu inayoisukuma na kulivalia njuga swala la elimu, na fahamu umuhimu wa elimu, maana hata mimi nimepitia huko nimefika hapa kwa sababu ya elimu. Lakini pia elimu haina maana kama haitoweza kutoa jamii yako kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaleta miundombinu ya elimu, lakini tunaboresha huduma ya elimu, lakini tunatengeneza fursa kwa watoto wetu kupata ajira na kutengeneza ajira. Mheshimiwa Rais amewezesha hilo, ndani ya kata kuna mara ametujengea VETA ambayo bilioni tano zimemwagwa pale na <tune>